Wangapenani ahidi kufanya kazi mn, sante. Kama umeajiriwa, fanya kama utafanya tena. Kama umejiajiri, fanya kazi kama utafanya tena. Kama una mradi, shikiria mradi wako uweze kukuzalia matunda, lakini ache sababu watu. Kwa sababu wana ndugu zao, basi mpaka nachukiwa, mi niko kwa mjomba, mimi na dada niko kwa mama mkubwa, watakuchoka watakufukuza. Fanya kazi, jitegemee. Wewe ni kijana, ikiwa sisi watu wazima tunafanya kazi mpaka tunalala na viatu, wewe lazima ufanye kazi. Kazi yako yani inaanza na kazi ya mikono yako, anza na kazi yako wewe na kazi ya mikono. Tafuta muda wa kufanya kazi ndio uombe Utanena kwa lugha buchari? Ukienda kununua nyama utanena kwa lugha? Uvivu ni chanzo cha umaskini. Chapa kazi utajirike. Mvivu usema kuna simba, kumbe <laughs> hakuna simba. Mvivu hakosi sababu, anasema utoa sababu zaidi ya sababu za watu saba udhuru yaani mtu mmoja tu anakuwa na udhuru wa watu saba. Huyu ndio mvivu. Kama ni mama, sikupika kwa sababu kuni mbichi. Mbaya mimi sikufanikiwa kwa sababu sikusomeshwa. Mwingine amesomeshwa, kwa sababu sijapewa kazi yaani hashughuliki, hatafuti, hawazi. Yeye ni mvivu, kazi yake TV, kazi yake kuangalia vimweku mweku kwenye WhatsApp. Ukimwona tangu asubuhi mpaka jioni, macho kabisa yameiva mekundu, utafikiria anasoma Biblia, lakini yuko tu peke yake, afu kama mjinga anacheka <laughs> anasikiliza kidude we, anakuwa mtumwa wa kwa kisimu anaangalia stori zote za duniani <laughs> kwenye grupu ile <laughs> kutwa nzima anashinda na donoa. Hawezi kuwaza ndakula nini, hawezi kuwaza ndavaa nini, hawezi kuwaza nahitaji kuoa, hawezi kuwaza nikiolewa ndakuwa nini. Huyu ni mtu mvivu. Pamoja na sababu zako zote, tunakuambia chapa kazi utajirike. Maandiko mengi yote yanatufundisha watoto wa Mungu, tukifanya kazi tutabarikiwa. Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa kumi na mbili, Bwana anasema nitabariki kazi za mikono yako. Mpendwa, uweze kuona pesa chini ya mto, uweze kuziona pesa kwenye kabati, lazima uzifanyie kazi. Wengine wanatembea chini, ananena kwa lugha Labda ataokota hela hunda bara shinda lasia wasanzi bara wasanzi sasa, utafika mpaka Kariakoo uwezi kuokota hela. Ewe mvivu, mwendee chungu chungu, ni wale siafu, zitafakari ngia zako, ukapate hekima kutoka kwao, kwa, kwa maana yeye hana akiba wala msimamizi wala mkuu lakini ujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono yako upate usingizi; hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha, ukabaki kuwa maskini. Mungu atuhurumie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mnanielewa nalotaka kusema jamani? Kila mtu aanze kazi. Jana usiku nimepata simu ghafla Emndio, mimi unakumbuka, tulisoma wote Korogwe Girls. Ehe, alikuwa form 6 mimi form 1, huwezi kunikumbuka, lakini tulikuwa tunawajua wadada zetu. kwa kweli miaka 27 niko Ulaya, natoka Ulaya hii, nafanya kazi na shirika fulani na wamama na wajane na single mothers. Haya, nikasema kama uko kanisani kwetu, akasema basi, mimi nimebobea katika kazi hii sasa ningependa kuikabidhi kazi hii hapa Tanzania kwa watu waaminifu. Aya, ningechekelea, ningekuwa we mama. Yeye analenga masafa, yeye analenga vitu vikubwa, sisi tunawaza maandazi na dagaa mwenzetu anawaza miradi mikubwa, ya kusafiri nje, ya kuwa na malori ya kukusanya mazao. Naongea na watu wako tayari kufanya kazi kwa bidii. Kafanya kazi kwa bidii, kafanya kazi kwa bidii, bidii, utajirike utajirike. Nataka kusema kuna watu wanatuwazia mema wenyewe bila kujua, kwa ajili ya uaminifu wetu, kwa ajili ya bidii tunazofanya, tunasimamia mambo yetu. Na mimi ningependa na wewe e, kwa ibada hii ya leo nikuombee uvivu utoke, lakini ni kuvike bidii. Fanya kazi kwa bidii. Wanaofanikisha mambo ni wale wanaofanya extraordinary. Kawaida watu wengi wanafanya kawaida, saa tisa naangalia saa, natakuwai natakuwai nyumbani. Lakini wale ambao wanafanya kazi wanarudi saa moja, akiwa wamepata kitu cha ziada. Na mimi nakuombea hakika, tusahau, tusijihurumie, bali tuanze upya, tugangamale, ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa bidii zaidi. Wangapi wananiahidi? Tunaanza upya, tunaanza upya, hatutasingizia. Nje kuna simba, kumbe simba hamna, yaani ili aendelee kulala mvivu. Halo, halo, neikumikuja, saa hizi saa mbili, wacha nilali kidogo, nasikia tumbo linaniuma. Muongo, akiamka kwenye chai, gabu gabu gabu gabu. Wewe ulikuwa na umo tumbo, wewe mvivu. Ana sababu za watu saba, ana hekima machoni pake mwenyewe. Maana ukijisingizia unajiharibia mwenyewe, wenzako wanafaidika, wanainuka na kazi yako, kuwaonea wivu wewe unabaki na uvivu wako na masengenyo. Wavivu wote wasengenyaji kazi ya ngoja ni kuambie. Mungu atuhurumie, Bwana Yesu apewe sifa. Wale wananiahidi kufanya kazi kwa bidii, tafanya kazi kwa bidii, sitakubali kuwa mvivu, sitakubali kulala, sitakubali kusinzia, sitakubali kujibembeleza na mambo ya mawhatsapp na Facebook. kazi yako ku... yani kichwa cha mtu huyu mjinga huyu mvivu vimejaa vitu vya kijinga vya Ulaya. oh, mchina amekula panya mbichi, wewe inakuhusu nini? Wachina bwana wanakula popo, wewe inakuhusu nini eh? Alikupa wewe umle popo eh? Wenzako wanakula panya mbichi, lakini wana pesa za kutosha. Wachina ndio wote tunakimbilia huku kununua vitu eh, jamani, acha maneno ya kwenye mitandao takusaidia. hey, kwani unafikiria mitandao ina, inatajirisha mtu? Unajijaza vitu vya kipumbavu kweli, unajua una, unakuwa na ujuzi usiokuwa na maana, hautakupa kazi, uwezi kwenda kwenye interview, utasema mimi naangaliaga sana mitandao, nimeona kitu Bwana Yesu apewe sifa. Nalihurumia kanisa, na wewe lihurumia kanisa, utaona tu. Hata tukisema mambo ya mikopo hapa, walokole hawaji kisema. Mikopo nakuta tu watu wale wa kawaida, watu wavaa buibui, wavaa madera, ndio hao wanatangulia. Lakini sisi tunakaa mpaka mwambie wewe, kuna mikopo mahali, mbona uende. Ah, ni mambo ya mikopo mikopo, bwana. Sasa kumbe utapata hela wapi? bulebule

Fatika na uombili tisa nasema, chukueni nyara za fedha, chukueni nyara za dhahabu, ni hakika isiyoisha ni vitu vinavyopendeza vilivyowekwa kwa ajili yenu. Mungu akishuka utaona mambo yanabadilika. Kulalamika, Mwambie Mungu na mimi buse kijana maimba leo shuka Ute changa Ute seme hili hili lililili iwana wa tatu sura uh, waraka wa tatu wa Yohana sura ile ya kwanza ule mstari wa pili neno la Mungu linasema mpenzi, nataka ufanikiwe katika mambo yako yote pamoja na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mapenzi ya Mungu ufanikiwe, mapenzi ya Mungu uinuke kiuchumi. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na mbili neno la Mungu linasema kile utakachoshika kwa mikono yako Mungu atakibariki, Mungu atakibadilisha

Zuia mzunguko wa dunia. Dunia itazunguka tu. Yeah. Na Jumapili itafika tu. Haiwezekani ukae Juma maisha yote. Haiwezekani ukae na huzuni maisha yote, yeah.

Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.